Bana rapa maarufu e, wa muziki wa hip-hop, Sean Combs maarufu kama Diddy Combs anatarajiwa kufikishwa mbele ya juri ya mahakama ya shirikisho siku ya leo ambayo ni Mei tano, katika kesi inayotarajiwa e, kuwa ni miongoni mwa zile za juu kabisa ambazo zimefanya kwamba kuwa maarufu zaidi hapa duniani kote kwa sababu kesi za Diddy wengi wao wameweza kuweza kuzisikia ikiwa e, ni uraibu wa madawa ya kulevya, sometimes kuweza kuwachukua wanawake kuwaingilia kinguvu, lakini pia usafirishaji wa wanawake so, Koms, wa wanawake so, ni kwamba Combs mwenye umri wa miaka 55 anakabiliwa na mashtaka mazito ikiwemo e, ni kuongoza mtandao wa kihalifu unaohusiana na usafirishaji wa binadamu kwa ajili ya ngono, usambazaji wa dawa za kulevya na matumizi yanggufu, ya nguvu dhidi ya wanawake. Mashtaka hayo ni pamoja na uhujumu uchumi, lakini pia usafirishaji wa wanawake kwa ajili ya ukahaba na unyanyasaji wa kijinsia. Taarifa za mahakama zinaeleza E, kuwepo kwa kile kinachoitwa freak off e, tafrija za ngono zinazodaiwa kuhusishwa na dawa za kulevya, warembo wa kulipwa na mara nyingine warembo ua, wanalazimishwa e, kuingiliwa bila ridhaa yao, lakini pia e, Combs aliikaa na mashtaka yote hayo ambayo yalikuwa ametolewa na mashahidi kadhaa walikuwepo, lakini pia hata mtu ambaye aliweza kumshtaki ambaye alikuwa ni mpenzi wake hapo before ambaye anafahamika kwa jina la Cassie Ventura. Na pia atahusishwa e, kwenye hiyo kesi ambayo e, Diddy e, ataenda kupandishwa pale kizimbani. So inatarajiwa kwamba kesi hii kuweza kuendelea eh, kwa takriban wiki nane mbeleni. Kwa kweli, kama mdau wa burudani, uko na mtazamo gani? Make sure drop comment ya, comment yako kwenye nje comment ili online digital until next time, bye bye.